Tunajicuno tumekuja kwa ajili ya pisi ya kaunti yetu ya Nairobi. Kaunti yetu ya Nairobi inaharibiwa vitu, dasi zinaibiwa, vitu za dhamana zinaibiwa, biashara inaharibiwa. Tumejitolea kama wananchi kusema ya kwamba maandamano haina haja, maana serikali ni moja, upinzani na serikali wanafanya kazi pamoja. Kwa hivyo, mimi mwenyewe sioni haja ya mtu kufanya maandamano town na kuharibu economy ya Kenya, economy ya hii nchi kwa mahali pabaya. Na sisi kama wananchi tunaomba ya kwamba watu watulie, serikali iko pamoja. Tumpatie president nafasi aanze kufanya kazi. Shukrani.

Unajua pasa itafika watajikonfuse wote wenyewe kwa we mm, wenyewe upate wakiumizana tena wao kwa wao. Alo. Hatutaki maandamano. Tumesema enda umandamani kwenu, majenzi. Hatutaki maandamano, hatutaki kukufa. Nani anapiga nani? Kam kam, kam. By the time ninatuma kwa sign, sio leo, mtumie, mtumie.